Kwa mujibu wa taarifa za uchunguzi kuna makundi matatu yenye dhamira ovu dhidi ya mwenyekiti wa taifa cha cha dema, wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, makundi haya yana lengo la kumdhuru Mheshimiwa Lissu, hususan katika kipindi hiki ambacho yupo katika mikono ya watesi wake akiwa katika gereza la Ukonga ambako anashikiliwa kufuatia serikali kumfungulia mashtaka manne. Moja ya mashtaka hayo uh, likiwa ni shtaka kubwa la uhaini. Kwa hiyo makala hii itayataja, itayatanabaisha ya makundi hayo manne, kueleza motives hasa za makundi hayo nini hasa kinayasukuma makundi hayo kutaka ku mdhuru Mheshimiwa Lissu na pia kutoa ushauri kwamba nini kinaweza kufanyika kukabiliana uh, na hizo nia ovu za makundi hayo. Lakini kabla ya kuingia kwa undani kuhusiana na makundi hayo, kuna masuala mawili ya msingi, matukio mawili ya msingi. Tukio la kwanza ni kwamba leo uh, Aprili ishirini na nane ya mwezi huu wa nne 2025 Mheshimiwa Lissu anatarajiwa kuletwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kesi yake kutajwa tena. Endapo ataletwa yeye physically au atarudia walichofanya tarehe ishirini na nne ya mwezi huu ambapo badala ya kumleta mahakamani walilazimisha kufanya kesi kwa njia ya mtandao, itafahamika pindi uh, kesi hiyo itakapoanza katika mahakama hiyo ya Kisutu. Lakini tarehe hiyo ishirini na nne, licha ya kusigina haki ya Mheshimiwa Lissu kutaka kesi yake isikilizwe wakati yeye akiwa mahakamani, takwa ambalo pia lilielezwa na wanasheria wake, siku hiyo pia ilikuwa ni ya majonzi kutokana na ukweli kwamba jeshi la polisi lilitumia nguvu kubwa kukandamiza haki za viongozi wa Chadema, wanachama wa chama hicho, na wananchi wengine waliojitokeza katika mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo. Aa, kuna watu walipigwa, kuna watu walikamatwa na wengine ilielezwa kwamba walitekwa na kwenda kutupwa kwenye aa, misitu ya huko Mawepande na wengine Bagamoyo, na mpaka muda huu wakati natengeneza makala hii, kuna watu ambao wanaugulia maumivu kutokana na yaliyojiri hiyo tarehe ishirini na nne. Lakini pia taarifa zilieleza kwamba kilicho, katika hayo matukio tarehe ishirini na nne pia kuna mtu mmoja alifariki, japo hazijapatikana taarifa za ndani zaidi kuhusiana na uh, kifo hicho ambacho inadaiwa kuwa kilisababishwa na ukatili uliofanywa na polisi hiyo tarehe 24. Uh, tukio la pili ni kwamba jana Jumapili, uh, uh, makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa uh, upande wa bara Mheshimiwa John Heche alikwenda kwenye gereza la Ukonga kwa dhamira ya kumwona mwenyekiti wake Mheshimiwa mwenye Lisu. Hata hivyo hakufanikiwa kumwona Mheshimiwa Lisu, ambapo jeshi la magereza lilimkatalia, lilimnyima ruhusa ya kumwona Mheshimiwa Lissu. Na si Mheshimiwa Heche tu ambaye amekataliwa kumuona Mheshimiwa Lissu, bali wanachama na viongozi kadhaa wa Chadema waliokwenda kwenye gereza hilo hawajapata nafasi ya kumwona kutokana na kukataliwa na jeshi la magereza. Mheshimiwa Heche ameeleza kuwa alifanya jitihada ya mawasiliano na uongozi wa gereza la Ukonga, lakini hakufanikiwa ku atua tatizo hilo. Kadhalika, hata jitihada za kuwasiliana na uongozi wa jeshi hilo, jeshi la magereza taifa, nalo nazo pia hazikuzaa matunda. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa kukandamiza haki za Mheshimiwa Lissu kutembelewa, lakini pia kukandamiza haki za viongozi wenzio wa Chadema, wanachama wa Chadema na wanafamilia na watu wengine ambao wana haki ya kutembelea watu waliopo mahabusi, kwa sababu Mheshimiwa Lissu mpaka sasa ni mtuhumiwa hajafungwa sio mfungwa. Kwa hiyo ana haki ya kutembelewa na wanasheria wake, ndugu zake, viongozi wenzie, wanachama na wananchi kwa ujumla, lakini hili limekuwa ni tatizo linaloendelea. Kwa hiyo leo Mheshimiwa Heche pia aliwataka viongozi wanachama na Watanzania kwa ujumla kujitokeza tena katika mahakama ya Kisutu kwenda kusikiliza kesi, maendeleo ya kesi ya Mheshimiwa uh, Lissu endapo uh, ataletwa mahakamani na endapo polisi wataruhusu watu kufika katika uh, mahakama hiyo. Baada ya kuzungumzia hayo matukio mawili, sasa nirudi katika mada niliyoeleza awali kwamba taarifa za kiuchunguzi zinatanabaisha kwamba kuna makundi matatu yenye nia ovu dhidi ya Mheshimiwa Lissu na hofu hiyo na Hali ambayo inatia ina, ina uharaka pengine au uzito ni ukweli kwamba Mheshimiwa Lissu kwa muda huu yupo mikononi mwa watesi wake. Mahusiano kati ya Mheshimiwa Lissu na serikali kwa ujumla sio mazuri, lakini pia mahusiano yake na vyombo vya dola yamekuwa sio mazuri. Sasa kuwepo chini ya himaya ya watu ambao unajua kabisa hauna mahusiano nao mazuri uh, ni swala ambalo linapaswa ku, kuwapa shaka watu mbalimbali. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya makundi makundi matatu ni kama ifuatavyo. Kundi la kwanza linalotajwa kuwa na dhamira, na hii ni dhamira endelevu, ni kundi lililojaribu kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu Septemba 7, 2017 kama mnavyo fahamu, siku hiyo Mheshimiwa Lissu alimwagiwa rundo la risasi katika jaribio la kumuua, lakini kwa mapenzi ya Mungu jaribio hilo halikufanikiwa. Ah, hata hivyo Mheshimiwa Lissu ili mgharimu kwa takriban miaka mitatu ya matibabu endelevu akiwa hospitali na hatimaye akafanikiwa kurudi, lakini bado anaendelea na matibabu. Na hata katika kipindi hiki ambacho yuko jela bado ni mgonjwa. Kwanza anaendelea na matibabu kwa maana ya madawa anayotumia, lakini pia amekuwa akifanya safari za mara kwa mara kurudi Ubelgiji kwa ajili ya matibabu na vipimo, na pia muda huu ana risasi mwilini na ni mlemavu. Shambulio hilo limemwacha na ulemavu kwa sababu so, mguu wake mmoja ni mfupi kulinganisha na mguu mwingine. Sasa sababu hasa inayolisukuma kundi hili, na hili ndio kundi kuu ambalo limekuwa likiuinda uhai wa Mheshimiwa Lissu tangu uh, waliposhindwa jaribio uh, lao hilo la Septemba 2017 wakati Mheshimiwa Lissu akiwa hospitali Ubelgiji, kuna jaribio liliwahi kufanyika mara kadhaa la kumtoa uhai wakati yuko hospitali, lakini ilishindikana kutokana na uh, wenzetu hu kunajua nchi za magharibi wako vizuri katika masuala ya usalama na usalama. Mheshimiwa Lissu ulikuwa ni kipaumbele kikubwa kwa serikali na vyombo vya dola nchini ubel Ubelgiji ambako alikuwa akipata matibabu. Sasa hofu kubwa ya hawa watu au sababu kubwa za hawa watu kuwa na nia ovu za msingi hasa ni mbili. Sababu ya kwanza ni kumaliza kazi ambayo walishindwa kuitekele ku, ku, ku, kuifanikisha hiyo Septemba 2017. Dhamira yao ilikuwa kumtoa uhai, lakini Mheshimiwa Lissu akawa amesalimika, na mimi binafsi nimeshawahi kuripoti mara kadhaa kupitia kijarida cha barua ya Chahali kuhusiana na dhamira ya watu waliotaka kumdhuru huko nyuma kuwa dhamira ile bado ipo, na ya kwanza, sababu ya kwanza ni kwa sababu jaribio lao halikufanikiwa, kwa hiyo wangependa waikamilishe ile kazi walioshindwa kuitekeleza. Lakini sababu ya pili ni uoga kwamba endapo mazingira yatakaa vizuri au haki itatendeka hawa watu watakuwa na kesi ya mauaji kwa sababu walijaribu kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu, lakini kwa bahati, kwa bahati mbaya uh, wameendelea kukingiwa kifua. Uh, Mheshimiwa Lissu ameshawahi kuwataja baadhi ya hawa watu waliojaribu kumdhuru, lakini serikali haijaonyesha dhamira yoyote ya kutaka kuchukua hatua dhidi ya watu hawa. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza na ni kundi kuu katika hiyo mipango ya kutaka kumdhuru Mheshimiwa Lissu. Kundi la pili linalotajwa kwa mujibu wa taarifa hizo ni kundi ambalo linaona kuwa chochote kitakachomtokea Mheshimiwa Lissu kitalinufaisha kundi hilo kisiasa. Kwa sababu gani? Wakati mazingira yanavyoonekana ndani ya chama cha Mapinduzi kwamba ni shwari, kwamba kuna umoja, kuna mshikamano, wote wanaongea lugha moja lakini ukweli ni kwamba kuna msigu, msigu, msigishano ndani ya chama hicho, kuna kusigishana ndani ya chama hicho aa, kuna, kuna baadhi ya wana CCM ambao hawana furaha na mchakato wa kupata mgombea urais, kupata mgombea mwenza na vitu kama hivyo. Kuna manunguniko ya muda mrefu mengine ya kifo cha, cha Magufuli mpaka leo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanadhani kwamba lolote likimtokea mheshimiwa Lissu wakati huu yuko jela jumba uh, bovu litamwangukia Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ndiyo mkuu wa serikali, serikali iliyochukua uamuzi wa kumfungulia mashtaka Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo wanaweza kuchukua kutumia nafasi hii kwa ajili ya maslahi yao ya kisiasa, si hasa kwamba dhamira yao ni kumdhuru Mheshimiwa Lissu kwa sababu zao binafsi, lakini hasa ni kwa sababu ya uh, maslahi ya kisiasa na tofauti zao za kisiasa ndani ya chama cha mapinduzi. Hata hivyo, ukilinganisha lile kundi la kwanza na hili la pili, kundi la kwanza ni hatari zaidi kuliko hili la pili, kwa sababu hili kundi la pili hali halina miundombinu ya kutosha kulifanikishia um, dhamira yao ovu, wakati lile kundi la kwanza, baadhi ya watu waliomo katika lile kundi la kwanza ni watu ambao wako karibu na viongozi wakuu wa serikali, kwa hiyo wanaweza kutekeleza azma yao kiurahisi kwa kutumia Uh, ukaribu na viongozi mbalimbali mbali wa serikali. Kundi la tatu linatajwa kuwa dogo zaidi ukilinganisha na haya mawili yaliyotangulia. Na hili ni watu ambao hawana maslahi zaidi ya kisiasa bali maslahi ya kiuchumi. Kama mnavyofahamu, moja ya vitu vilivyochangia sana kuipa umaarufu Chadema ni chama hicho kujitanabaisha kuwa kinatetea maslahi ya Watanzania katika kupigana dhidi ya rushwa na ufisadi hasa Hizi ndio sababu za msingi zilizopelekea Chadema kuwa chama maarufu. Na huko nyuma, kwa wanaofuatilia, wanajua kuwa Chadema ilikuwa mstari wa mbele kutaja mafisadi, kutaja skandali mbalimbali mbali za ufisadi, na Mheshimiwa Lissu alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa Chadema waliokuwa mstari wa mbele katika hilo, na hakusita kuwataja kwa majina viongozi mbalimbali, wanasiasa mbalimbali wa CCM walikuwa wanahusika na na kashfa za ufisadi. Kwa hiyo hawa wanaweza kunakuwa ni fursa kwa sababu kuna hofu kubwa kwamba endapo Mheshimiwa Lissu huko mbele ya safari akafanikiwa kuingia Ikulu, hawa watu watakwenda alipo Mheshimiwa Lissu sasa hivi, kwa maana kwamba watakwenda jela. Kwa hiyo kama wana njia ya kumzuia, kama wanaweza kufanya lolote kumkwamisha katika safari hiyo ya kwenda jela, ya kwenda Ikulu, basi watafanya kila wezalo, kwa sababu endapo dhamira hiyo ya Mheshimiwa Lissu itafanikiwa na hakuna sababu ya kuzuia ndoto za kisiasa za mtu ambaye amevuka vikwazo mbalimbali huko nyuma kuweza kutimia. Kwa hiyo japo sasa hivi ana kesi hiyo ya uhaini lakini anaweza katika mazingira yalivyo ya ya kufanikiwa kutimiza ndoto yake ya kuingia ikulu. Kwa hiyo wanaweza kutaka kutumia fursa hii kwa ajili ya kumzuia moja kwa moja, kwamba hiyo ndoto yake izimike moja kwa moja na hata kama kesi yake itaisha basi kusiwe na uwezekano yeye kuja kuwa tishio huko mbeleni. Kwa hiyo haya ni makundi matatu makuu kwa mujibu wa taarifa hizi za kiuchunguzi, na kama nilivyoeleza awali, mimi nishawahi e kuongelea kuhusu masuala haya, lakini taarifa hizi zinajirudia tena kutokana na mazingira aliyopo mheshimiwa Lissu wakati huu. Basi mimi naomba niishie hapa, nawatakia uh, wiki njema, asanteni na kwaherini.